Nena. Hata kama watu wengine wanakuona ni wa kawaida, ndiyo, wewe ni wa samani, ndiyo, hata kama anakuona wewe ni mzee sana umechoka, ndiyo, wewe ni wa samani, ndiyo, hata kama wamekutelekeza, ndiyo, wewe ni wa samani, ndiyo, ukiwa ndani mwa Yesu ni wa samani, ndiyo, watu wengine wanakudharau mkononi mwa Yesu ni wa zamani, wewe ni wa zamani. Nakumbuka siku moja nilikuwa Mwanza, nipo natangaza habari njema ya wokovu, na nipomaliza kutangaza habari njema hakaja mama mmoja, o, anasema kijana, mimi nimezaa watoto wangu cha ajabu, watoto wangu mimi ndio niliyewalea, mimi ndio niliyewasomesha, wamekua mkononi mwangu, wengine wamekua mkononi mwangu Bia. lakini cha ajabu sasa, watoto wakiniangalia sasa, wananiona mimi ni kama mchawi. Nikamwambia mama, tulia, yupo Yesu ambaye atakupa jina jipya, yupo Ukimpokea Yesu Kristo, ukamfanya maisha yako, aisee, watu watashangaa. Makutano, mpokea Yesu, fanye kuwa Bwana. Nakuwa una changamoto nyingi za kutesha, ila kwa Yesu yote anawezekana, kwa Yesu yote anawezekana. Amesema tu kwamba njooni